Yani, ningekuwa kiongozi wa kisiasa mimi jamani, mimi idara ya maji au wanaosimamia maji Dar es Salaam, mabosi wote ningewatimua na kuwasweka ndani. Haiwezekani maji yanakatika mji wa Dar es Salaam kila wakati. Matatizo wanayajua, waseme. Sio mtorufu, maji yamepungua. Yani matatizo ya mtorufu hawayajui, yaani wanaitwa mainjinia, kazi ni kukaa ofisini tu ni kulipana posho tu, hamna kitu kingine. Sasa utashangaa hayo hao au wanaosimamia matatizo wanaendelea wanaendelea kubaki ofisini. Hivi waafrika tumerogwa hivi? wasomi mitani wako wangapi? wako wangapi? wasomi wako wangapi? mpaka tunalea mijitu mizembe inakaa ofisini alafu tunawambia nenda mukafufue muka, visima hivyo, visima siku zote hawavioni mpaka vikumbuke. Leo nachoka baba enu amesema Ndambo. Ah, nimemaliza mimi.